Kinana anayeendelea na ziara ya kumnadi mgombea uraisi kwa tiketi ya chama hicho na wagombea ubunge na udiwani katika mikoa mbalimbali nchini amewataka vijana kote nchini kutodanganywa na wanasiasa kuwa kuna njia ya mkato katika maisha na kwamba lazima wafanye kazi kwa bidii kujikomboa kimaisha. Taarifa ya Fred Mwanjala inafafanua zaidi. Bwana Kinana ametoa wito huo katika nyakati tofauti mkoani Mbeya na mkoa mpya wa Songwe kwenye mikutano ya kampeni na kuwataka vijana kuchapa kazi kwa bidii kwani hiyo ndio siri ya mafanikio. Akimnadi mgombea wa chama hicho kwa nafasi ya rais, katibu mkuu huyo wa CCM amewaambia wananchi wa mji wa Tunduma katika viwanja vya shule ya msingi Tunduma, na kusisitiza kuwa Dkt Magufuli ambaye wapinzani wameshindwa kuainisha mapungufu yake ya kiutendaji, uwajibikaji na usimamizi atafumua mfumo unaodaiwa kuwa kikwazo kuleta tija. Au madena. Sidambi. Utawa lakini ukaamini mgombea wa chama kingine anafaa, usiache kumpa mtu kura kwa sababu si wa chama chako. Usiache kumpa kura kwa sababu si wa dini yako, na usimnyime kwa sababu si wa dini yako. Usimpe mtu kura kwa ukabila, na usimnyime kwa ukabila. Mpe mtu kwa uwezo, kwa uadilifu, kwa kuwa anafaa. Hiyo ndio sifa kubwa. Naomba nianze kusema Tunduma ni moja, sisi ni wamoja. Natafuta uongozi wa kuwa mbunge kwa ajili ya wanatunduma wote. Hatupaswi kuendelea kugombana njiani na mitaani kupigana kwa sababu ya sisi wagombea. Ninapenda kuwa mbunge wa kila mmoja, kama tulikwisha kuanza sumu mwaka 2010 tuka Awali katibu mkuu huyo wa CCM alizungumza na wananchi wa Vuwawa, wilaya ya Mbozi, kijiji kipya cha Isowezia, jimbo la Mbozi Mashariki, na kata za Ivuna na Kamsamba, jimbo jipya la Momba, ambalo awali lilikuwa Mbozi Magharibi. Linda Dennis, Channel 10.